Sisi kama mafundi hata hili tunayoifanya kwa siku ya leo, nafikiri ni agizo la serikali na tunajitoa, tunatoka majumbani kwetu, tumeacha kwenda kwenye shughuli kwa ajili ya kuiunga mkono serikali. Eh, kama mafundi najisikia jambo jemba sana. Kwanza hata taifa itaona kwamba sisi tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tunalibusi taifa letu, tunaipenda taifa letu. Watu wengine, naomba tushirikiane mitaa kwa mitaa mta umeshakuwa sabutalogasore na mtawapiria kama ngekuwa safi jiji la Mwanza lingeshai kwa -linge. Kweli limenitia hamasa na furaha sana kuwa na Magic Builders na kufanya usafi siku ya leo. Usafi una maana ya kwamba unahamasisha hata jamii zingine, sisi mafundi tunaonyesha mfano wa kwamba usafi lazima tuufanye. Ah, mafundi ni kundi kubwa ambalo tumesahulika kabisa, lakini ni watendaji wakubwa kabisa, kwa sababu nikiangalia majengo na sehemu zote, miradi yote ya kiserikali, sisi ndio tunahusika kwa kiwango kikubwa, lakini ni kundi ambalo tumesahulika pia. Tunamshukuru kiongozi wetu David Barongo kwa sababu ndiye ametushika mkono kwa sasa, hivyo basi tunaiomba na serikali iongeze nguvu iweze kutushika mkono na kuhakikisha mafundi tunafika sehemu ambayo tunaitaka, watupe nafasi. Maana sisi yani ni watu ambao kwanza tu, n yani hatujulikani sana, yani sidhani kama tuna nafasi ya kusema fundi apewe hiki, yani hata ikiwezekana tupewe ofa ya vifaa, maana shida ni vifaa. Naitwa Derrick Prosper Mmasi, mwakilishi kutoka Magic Builders International. Sisi Magic Builders ni kampuni ya Kitanzania na ni wazawa kwa asilimia mia moja. Hivyo tupo hapa katika kuunga mkono juhudi kubwa ambazo zinafanywa na serikali, hususan katika kuhakikisha basi mazingira yetu yanakuwa sawa au, uh, lakini pia tumeambatana na mafundi ambao tumekuwa tukifanya nao CSR, si hizi za mara kwa mara uh. Kwa hiyo tunaazimia kwanza kuwa mfano katika jamii, kutoa motisha, watu waendelee kuwa wanashiriki kwenye matukio kama haya ya kijamii, uh, katika kuhakikisha tunatunza mazingira yetu. Salama hili zoezi ni endelevu, na kwa Mwanza sio mara ya kwanza, tumekuwa tuna utaratibu huo na tunashukuru Mungu, mafundi wamekuwa akijitokeza pale ambapo tumekuwa tukiwahitaji, basi wamekuwa wakifika. Kwa hiyo hii ni foundation kama nilivyoweza kusema, ni Magic Builders Foundation, ambayo huwa tunashirikiana na mafundi. Nitoe tu rai, na Magic Builders sisi tumejitolea kuwa tunasema chambo kuweza -ku -ku -ku kuhakikisha kwamba jamii hii ya mafundi basi inapata ile thamani yake ambayo inastahili katika jamii. Kwa hiyo tutaendelea kushiriki, kushirikiana na mafundi bega kwa bega kuhakikisha basi jamii inatambua uwepo na thamani ya mafundi.